Yes, kwanza wapole kwa safari bwana asante. Uh, sana tunaendelea na safari, na hapa tuko Mafinga mjini, niko na mwenyekiti mwenyekiti wa tawi la Yanga Mafinga eh, mjini eh, moja kati ya wenyekiti ambao wanafanya kazi kubwa mpaka uh, sasa hivi wanachama mia tano kwenye tawi lake na amefungua tawi lingine kwa ajili ya kuongeza idadi ya wanachama. Wameondoka na tuzo juzi mkutano mkuu kwao. Tumesimama hapa kupata chakula cha jioni na ndugu zangu influencer, nashukuru Mungu. Mwenyekiti ametupokea vizuri. Ana baya mwenyekiti, ana baya. Hatumtaki Ibenge, hatumtaki Ibenge, hatumtaki Ibenge tumtaki e ujue imende. mpira hauna adabu sana. na ukitaka kujua mpira hauna adabu, majibu yake huwa yanakuja haraka sana okay. na wala msio okay. na haraka Simona Yanga katoa sare, yaani baba kama ataugua ukimwi ndani humo, mama atapona wala shangazi wala mjomba, wote utawatafuna. sare jana tu Young Africans na, na, na, na, na Mbeya City watu wakaongea maneno mengi wachambuzi wa mpira kuhusiana na romain folz mm. ibenge ni kocha mdogo barani afrika mm. mm. ibenge nakuuliza wewe ibenge ni kocha mdogo kimemkutana nini leo na azam fc kakubali sare ya moja moja. hiyo ndio ligi mm. unapoambiwa unacheza ligi kuu mm. maana yake hiyo ni marathoni katikati mm. kati utateleza katikati utaanguka utakutana na kila aina ya kigingi. Mm. champions Anachukua ubingwa sio kwa maana atachukua ubingwa bila kufungwa au kutoa sare, yaani ukiona huo msimu ni msimu ambao wa kihistoria, mtu anamaliza msimu hajafungwa wala hajatoa sare. Lakini mara nyingi, misimu mingi watu wanafungwa, watu wanatoa sare, ndio wanaelekea kwenye ubingwa. Hata unavyomuona Yanga katoa sare na Mbeya City, maana yake ni moja kati ya matukio ya ligi kuu, sio kocha mbaya. Ah, ah. Kocha kanyooka hivi hana hata shida kama rula ana mbambamba mba mba. Na sare yetu sisi na kishiti <laughs> sare Ibenge, kuna <laughs> <laughs> misari inasema inasema, inasema ukiona mwenzako ananyolewa, kuna mtu simtaji lakini kuna mtu sasa, sisi watu wa Yanga alikuwa anatuweka mawazo kwamba hizi alama mbili katutangulia alikuwa ni Azam. Yaani wewe usitoe tunalaa, kwa sababu ulezi zingine tunajua, tunamgonga kichwani. Wewe mjui sisi, tulikuwa huyu ndo tunamuhisi. Yaani huyu Ibenge tulikuwa tunasema huyu, mpaka uje ukutane naye, ndo zile alama mbili tunaziwaza lakini wameziwahi kuzirudisha ni jana na leo. Ah ye ni raha. Ila sasa, ila sasa, yule koro yule koro, hata asipopoteza leo, asipopoteza kesho, atakanyaga tu alizia janguani, atakanyaga. Hebu nipe lile shahili lile, lipi hilo? Nipe lile shahili la kusema Ibenge akitoa sare ya baki, ila akitoa sare romel fozi Akisare akisaler, eti kocha yupo hoi. Haya, Ibenge kapewa dozi, mbona naye atufai? Akisare, huyu kocha yupo hoi, Ibenge kapewa dozi, je, naye atufai? Hilo ni swali, shahidi lime wenye swali. Unaonaje sare hiyo, mama Labene? Ibenge hatumtaki, Ibenge hatumtaki, timu imedraw. Eh? Inatakiwa kocha mwingine. Wana Yanga anasema hivi, tupunguze kuyumbishwa, ujue makolo wanachokifanya, wanamwogopa huyu kocha wetu, ogopa sana kocha, ambaye acheki. Sasa Ibenge ambaye mnasema kocha anajua ametoa draw na JKT dakika 92. Dar es Salaam. Hajatoka ndani ya Green City Mbeya. Sijui tunayeona Hajatoka ndani ya Sindio. Hajasafiri. Hajasafiri huyo, hajui mikoa ilivyo ina baridi. Hapa ni wapi? Hapa ni Mafinga. Hali ya hewa unaionaje? Hali ya hewa ni baridi. Mwambie sasa Ibenge. Mwambie Ibenge aje Green City. <laughs> kuna wale watoto wanafukia baadhi ya vitu. <laughs> <laughs> vitu, ya, tu vitu. Kama, Mbe, kama Mbea City angecheza mpira wa jana saizi angekuwa bingwa mman... watoto wa Mbea tunajua, watoto wa Mbea tunawajua mlichokifanya Ugwe abwana kwa Mbea City une une jes kamanji bundi wa Rossi. Kwa mpira kwa Mbeya City kula hey. Uugwe hey. Mbeya City hey. muli warosi nongi hey. hey. hey. Mbeya City wangecheza mpira ule wasingeshuka daraja, kama wangecheza mpira kama ule waliocheza jana, lakini ndavatevyaika hey. kama kweli vano mpira kono vamanyile varahoya hey. hey. hey. hey. vagenderi wigo. Hey. Hey. Akatukana mamba kabla ujavuka mto. Nadhani kabla masaa sabini na mbili hajaisha tushapata, nini kinaendelea? Umeona? dakika tisini na mbili watu wanachomoa betri, matokeo moja moja kule, game limeisha. Kwa hiyo tunasema hivi watu wa kusini sumakamba vindu ovyo ovyoovyo matokeo ulibe subiri lindilauti siujiwe chani hicho ichochiendelela kumbea siti kuja tapata zero zero palibe kandu tukamba palibe kandu ila huku tapata imoji imoji wandu wabugiga chimoji chimoji imoji imoji palibe kandu chiwanusi makamba sana kaa mjiwa kupunya mpira mpira palibe yanga ndaijiwa nakwambiaje <laughs> <laughs> <laughs> La yeah mimi sitaki kuongelea hayo matokeo. Nataka ni dili na mashabiki wa Yanga ambao wanakuja na upepo wa kisulusulu kushabikia timu yetu. Tuna jambo hili moja, Yanga hii hatutaki uisifie. Utaisifia kwenye matokeo tutakao yapata. O Roman Folsi, matokeo hatupati. O kwanza, wanajua historia ya Yang Africa au wanaongea tu kwa sababu wameikuta Yang Africa ya jsm Oye, mama, mama. <laughs> Nataka niwaambie kuna tofauti za Yanga, kuna Yanga Africa, mm, na, na kuna Yanga Afrika. Naa wale mashabiki wa Yanga watuache sisi mashabiki wa Yanga. Tunamwelewa kocha Roman Falls, hichi <laughs> kinachoendelea tunaijua nature za viwanja vya mikoani, unapoenda kuapproach yeah, unakutana na yeah, wenyeji haujui yeah, wameiendea vipi game. Jana mm, Mbeya City walikuwa kwenye kiwango chao na mm. tulisema wamefanya usajili bora hata na umewapa matokeo ya bila bila, hao ambao wamecheza nauli mia sita hamsini yaani elfu moja unarudishiwa mia tatu hamsini nauli, sio, unaelewa? Na wameenda wametoka draw ya moya moya moya moya, moya, moya. moya, moya, hawajasafiri hawajapanda ndege yeah. Hawajapanda kiriku haya, yani, unajua kuna ile karanga yeah. <laughs> unatia timu no. <laughs> timu ya kwanza ni Yanga Africa, imedraw, hatujakataa. Timu ya mchezo wa kwanza ilikuwa yeah, ni Dodoma na TRA yeah. Walitoa matokeo, magoli yalikuwa mengi sana, manne. Mm. Hey, kabla hatujafika Morogoro yeah, tutapata matokeo ya mtu mwingine, hatujui nani

ndaga, ndaga, naam ndaga, ndaga, ndaga, ndaga, ndaga, hey, mm, matokeo sio tumeaona, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mitandao yote ilichafuka, mwalimu wetu aondoke. Sisi mimi nawambia tu mashabiki wa Yanga Afrika, kwa sababu je, mashabiki wa Yanga Afrika kuna wengine akili zao za kushikiwa wakisikia watu wakiingizwa kwenye mtego wao, wanaingia kwa sababu mtego. Tokea jana tumesuruhu, kila mtu akikaa na kuambia kocha aondoke. Kocha wetu sisi mpaka leo hajapoteza mechi tokea aje kocha wetu sisi, katika mechi zote tulizocheza mpaka leo kocha hajaruhusu goli siushao, mpaka leo kocha hajaruhusu goli. Wewe unatoka huko unapata hapo ujasiri kumwambia mwalimu aondoke? Pili, wewe unaosema mwalimu aondoke, kadi yako umelipia? kwa sababu kadi yako kulipia ndio kuvunja mkataba wa mwalimu kusudi aondoke, na mwalimu anaokuja mwingine inabidi apewe hela. Wewe unakurupuka tu. Ah, kwanza lipa kadi, afu useme mwalimu aondoke. Sisi hapa tunaendelea kurudi na huku tunaendelea kupata matokeo. Tumesimama hapa Mafinga, tumepata matokeo Azamu moja moja, tutaendelea. Kabla hatujafika Morogoro, tutapata matokeo mengine. Lazima mtayajua, tutapata matokeo mengine.

Eh, kocha bora mpaka sasa hajaruhusu goli sawa. <coughs> so, kwa hiyo sisi kocha yetu simfanishe na Ibenge. Lakini timu haicheze vizuri. Nani? Sisi hatutaki timu kucheza vizuri, sisi tunataka pointi tatu. Hiyo kucheza vizuri atusubiri baadaye, sisi tunataka kikombe na pointi tatu. Nikuulize ngawa jamii, sisi na Simba mpira mzuri kacheza nani? Kombe kachukua nani? Ndio kazi yetu sisi. Hmm. Neno moja mono, sisi tunawambia mashabiki wa Yanga wale mchwala kwa yeah, sababu kuna mashabiki wa Yanga mchwala kila akikaa mwalimu aondoke, mwalimu aondoke. Watupishe kwanza muda huu, watuache sisi. Mwalimu wetu tunamwelewa, na tunaendelea na mwalimu wetu. Na sisi tunawambia uzuri, viongozi wa Yanga Afrika hawasikilizi maneno ya wachambuzi au wapiga kelele. Kwa hiyo wachambuzi ndio hao, si ndio wa kwanza hao? Ndio wana mashabiki wanadakia wani wa kwanza nani? Sa, wachambuzi mchwala ndio walianza kuongea mwalimu waondoke. Halafu wengine wamekuja kudakia. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwasikiliza watu, na uzuri wa uongozi wa Yanga hawezi kumsikiliza hmm. mtu tia neno. Wamedraw tena wao wamesare, wanajijua wenyewe. Pira pira ice cream pira lambalamba. Nasikia wamekuama huko jeshini usiku, unajua kuna kukua majeshini mchana na kuna kukua majeshini usiku. Yani pale mpaka waitafute mikocheni mwenge, watakutana ma na, ma na, na magadhabu mengi sana ndugu yangu eh, ee, nasikia dakika za jioni. Oh, Ibenge kocha mzuri. Sasa kocha anaweza kawa mzuri lakini sasa timu ni lile, unajua. Azam bwana ni kama mchele ukiamka, ukimleta kocha mwingine anapika pilau, ukimleta kocha mwingine anapika wali wa maua kesho yake kocha anakupikia mseto. Yani kocha anaweza akawa ni new vision, half team bado iko kwenye old vision, na hii ni draw ya goli moja kwa moja kwa Azam FC. Lakini mechi zinazokuja nne za Azam, yani kwenye hii mechi, kwanzia mechi ya leo mpaka mechi nne zinazokuja za Azam, kama atakusanya alama nyingi sana, she alama tisa, siwaoni kwenye mechi nne, wakikusanya alama zote ni wasindikizaji, yani wale wanamaliza saizi chini ya Black Stars, kwa sababu Black Stars wanakuja wana moto. Diamond unaona moto wanaowasha. Ukiwaangalia hawa Simba Sponga wana ndo hawaeleweki kabisa wanataka nini kwenye ligi. Leo nimeona kikosi chao mara siku kuna kumbe kuna watu wamesajiliwa wamefanywa nini na promotion hawajulikani. Goalkeeper wao sio ametokea wapi? Sio ametokea Mvomero yule mimi simuelewi. <laughs> Nimeingia kwenye wa... tena saa hizo tunatamanisha na zile lineup zao naweka mpaka picha za wachezaji. Lakini wachezaji nimeona wapi? Afisi Simba Dea hawakuepo. Nashinda kuwaelewa. Yule goalkeeper wao amemtoa wapi? Goalkeeper wao amemtoa wapi yule? Na yule goalkeeper angekuwa kwenye mechi ya leo ya JKT, sikufichi, JKT leo walikuwa wanapata ushindi wa goli moja sifuri. Yule goalkeeper